Kwa ujumla, hali ninachoweza kusema ni shwari. Kama unajua utaratibu uliotangazwa na Chama cha Mapinduzi kwamba hawa wagombea watiania watachukua fomu, jumbe au wanachama watapata nafasi ya kupigia kura baada ya yale majina matatu kurudi kwa hiyo kutokana na hali hiyo, si wengi sana ambao sasa wameshaanza kuhangaikaika na wajumbe au wanachama, isipokuwa kuna baadhi labda kwa kutojua au kujiandalia baadaye, wakiamini kwamba majina yao yatarudi, basi wameshaanza hapa na hapa kupitia wajumbe, kuongea nao, kufanya ushawishi, na kweli na baadhi yao, niseme wazi, tayari wanakiuka wanakiuka taratibu. Kuna vitendo vya rushwa hapa napale na pale tunaendelea kuvichunguza. Mmeeleza kuna taarifa ambazo mmezipata na tayari uchunguzi unaendelea. Taarifa hizo mnazitoa wapi hasa? kutoka kwa wagombea wenyewe na zile wagombea wanafichua taarifa za wagombea wenzao, mambo wanayofanya sasa, tunayafuatilia. Kama taasisi tunafuatilia matukio na pale ikilazimu, sasa, ukiona kuna haja ya kumpata huyo mtu kumhoji, tunakuwa tunafanya hivyo. kwa kuna baadhi ya watia nia waliokushachukua fomu tunawahoji, au mahojiano yanaendelea sehemu mbalimbali ya nchi. Lakini kwa ujumla wake niseme tu, hali si mbaya sana kama ambavyo ingefikiriwa kwa sababu ya huo utaratibu uliopo ni mwanzo tu wa kuelekea katika uchaguzi mkuu ambapo ni vyama ndani kwa ndani. Sasa unawaambia nini? Sasa katika kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, tutakuwa wakali sana, tumejiandaa vizuri sana. Wafate taratibu za nchi, wasitoe rushwa. Uh, wafanye tu ushawishi wa kawaida unaokubalika, kwa sababu tuko macho, tumejipanga vizuri sana. Kwa hiyo tunawasubiri uh, ni watake tu kwamba wasijaribu kusubutu kufanya vitendo hivyo. Lakini vile vile kwa wananchi wenzangu, wapiga kula na hasa wajumbe wale watakaoshiriki katika kuwapitisha wawatiania wa, wa, wa, wa vyama ili hapatikane mgombea mmoja. Hebu wajumbe wawe makini, wawe wazalendo, waoneshe mapenzi kwa nchi yao. Awali mkurugenzi mkuu alifungua warsha ya wadau ambayo ni mwendelezo wa kukutana nao katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu. Kinachotakiwa kufanyika sasa, twende twende kwenye jamii kwanza, zile sheria tulizonazo za uchaguzi wazifahamu, lakini cha pili tuna sheria nzuri za TAKUKURU zinazoongelea masuala ya, ya rushwa. Hizo sheria mimi naona bado, kusema kweli, watu hawajazifahamu vizuri. Panapokuwa na uvunjivu wa taratibu ama nini, hasa hasa kwenye ishu ya rushwa yenyewe, matumizi mabaya ya fedha za, za serikali, hatuoni hatua za haraka zikichukuliwa kwa wahusika na kwa sababu kunakuwa na ucheleweshaji wa kuchukua hatua za haraka za kudhibiti hivyo vitendo, inakuwa ni kama tun, inachochea kwa wengine kuona kwamba ukifanya hamna hatua inayofanyika. Uchaguzi mkuu wa mwaka huu unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba, ambapo mwananchi ataenda kupata haki yake ya kupiga kura kumchagua diwani, mbunge pamoja na rais. Estabella Malissa, Azam News, Dar es Salaam.